Naam, karibu tena mtazamaji. Na bao la kipekee la mshambulizi Brian Michira lililofungwa kupitia mkwaju wa tuta dakika ya 28 kipindi cha pili lilitosha kuipa Shabana ushindi wa bao moja bila jibu katika mechi ya ligi ya KPL iliyochezwa uwanjani Gusii hii leo. Naam, ndio mechi ya kwanza Bandari pia ikashindwa ila kwa njia tatanishi tangu kumteua Bernard Mwalala kwa mkufunzi wa timu hii huku ushindi huuki